Nikombe Mungu akupe wepesi, atapenda kukujibu shida yako. Usijukajisahau. Haleluya, haleluya. Naongea na watoto wa Yesu. Haleluya, haleluya. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Wengine kazi yenu ni kushika ni kukemea. Sema: Bwana Yesu, ninaomba unisaidie kuwa na kumbukumbu za kila mahali unaponivusha nibebe moyo wa shukrani. Narudia, kuna mtu anavuka leo, usije ukamsahau Mungu. na mtu anavuka leo yupo. <laughs> ilishuka msaaum sijajua ni nani. Kuna mtu anavuka leo kusababu, kwa sababu tulipokuwa tunaendelea na maombi ya pale katikati, nilikuwa napata shida sana tangu tumeanza. Ghafla nilisukuma kuzunguka huko nje, ilishuka amani kubwa na ile imani, amani ilikuwa ni sala ya majibu ya watu. Bwana asifiwe. Yesu siku moja alimwambia aliyeponywa, usitende dhambi tena. Kuna watu Mungu atawavusha, msije mkarudi katika yale matapishi, hasa ninyi mlio simama kwenye ndoa zenu. Kachunge ndimi zenu, usifikiri Mungu akimkurudishia mwanaume ndio shetani ameache. Amen. Jamani, amen. Amen. Naomba tendo tunaloenda kulifanya, litendo la furaha, wahakikishe kila mtu unamshukuru Mungu kwa kumwimbia. Wana wa Israeli walipovuka bahari ya Shamu waliimba, ishara ya kwamba Mungu ametutendea ukarimu. Amen. Amen. Baada ya hapo tutamshukuru Mungu na kuahirisha ibada yetu haleluya. <tipa> Jamani haleluya! Wangapi mioyo yao inasikia furaha? <tipa> unaka <tipa> <tipa> wapi? Naam ikuti <tipa> wangapi wanamfahamu huyu? <coughs> binti mama, Bwana Yesu akupe kupe kuvuka vizuri hiyo vita, mga kuondole kibali chako kisimame. Watu waikuti, sogeni hapa sisahau Bwana ametupa unabii mara mbili. Unajua vinywa vyetu ndo vina nafasi samani. Jamani, nilitaka kusahau. Watu waikuti, mnakumbuka hamkuwepo asubuhi? Watu waikuti sogea. Yaani, mimi niwaambie, msipoishughulikia ile arizi mtapambana mpambanavyo kama umewekewa kiwango chako, ni milioni ni laki tano, ukifika laki tano tu, lazima zianze kushuka. Na bahati mbaya, mamiungu yaliokaaga pale ni mamaskini, ni miungu yenye wivu, na ndio maana mnaoneana wivu ikuti, mnaoneana wivu, mimi mwongo? Mnaoneana ikuti, mna wivu akijaribu kuvuka mwenzenu mkiona baada ya meng'ang'ana, usiondoke, tumalize pamoja. Mnaanza kusema mchawi, mchawi, mchawi, kwa sababu wote mnaamini kabisa mtu aweza akauza kula katoboa. Hebu leo tuahirishe hiyo laana, sema kwa damu ya, ya Yesu. Tunaituma damu ya Yesu kwenye malizi ya ikuti, ya Yesu, ya Yesu. Ya Yesu. Bwana Yesu, Yesu. Vita. Ile vita wewe ndo nayeijua vizuri tunaomba ukapigane upande wetu. Tumezunguka kwenye mlima wa rana ya tosha, tunaomba katufungulie mlango. Tunakataa kila vita na kila maneno ya asili, roho ya kiganga na kichawi iliyokalishwa kwenye ardhi na makaburi ya wachawi na zile roho za kichawi zilizozikwa Ikuti, Ikuti, zinazotenda kazi katika ulimwengu wa roho, Bwana Yesu, tunaomba ukashughulike nazo, tunakukabidhi hii vita. Tuna, tuna sisi watoto wako, wako, tunataka tuwe salama. Tuna salama tusaidie Bwana na tupe miongozo namna ya kushinda vita katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, tupe weredi wa kutembea katika nguvu zako kwa jina la Yesu. Mrudi wabaki wafanya biashara wa Ikuti, wa soko la Ikuti au wote, ndo wale wale uzanyanya, bandua bandika. Nataka wabaki wafanya biashara wa Ikuti Fanya biashara hii kutusogea hapa kidogo kidogo, tulia, niwaulize swali. Si nyinyi wenyewe ni mashahidi, kazi mnazofanya pale mnaona zina dalili ya kuwapata magari? Eh, si mnaona giza tu? Kuna faida, unaweza ukafurahia ukasema, "He, kweli niko nakula maisha katika Bwana. Wote mnafanya biashara za huzuni. Bwana asifiwe, sema kwa damu ya Yesu, kuanzia leo mpaka niliowekewa wa kibiashara Natuma radi ya Roho Mtakatifu na uondoe ule, ule mpaka katika damu ya Yesu <balances> katika damu ya Yesu <lakes> sitabaki. Kwenye kile kiwango nitasogea, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema kwa damu ya Yesu, lana kwenye mikono yao tunaiondoa, we sema laana kwenye mikono yangu tena, na we sema laana kwenye mikono yao, wakati sisi ndio tunakuombea. Sema kwa damu ya Yesu, tunaiondoa hiyo laana kwenye soko la Ikuti, yale mazoea na mpaka ulioweka kwenye lile soko, tunauondoa katika damu ya Yesu, kuanzia sasa watainuka wafanya biashara wakubwa, na mimi nikiwa miongoni, biashara yangu itakuwa mpaka kufika levo ya kimataifa. E Mungu, naomba unipe neema ya kutunza uaminifu utakaponibariki, ni katika jina la Yesu, amen. kakaya Sifa sema! Bwana Yesu nisaidie, sema Bwana Yesu nisaidie, sema Bwana Yesu naomba nisaidie. Naanza hatua mpya, naomba unisaidie katika jina la Yesu amen. Sasa Bwana Yesu asifiwe. Tukimaliza kuimba kuna kitu nita tutaelekezana. Kuna udhaifu ambao nimeugundua, ambao bado watu wengi unawasumbua katika mabadiliko ya teknolojia. Haleluya! Sasa kuna mtu huko Naomba ondoe kifungo chako, Mungu anataka kufungue. Nitoe mfano kwa nani ambaye hawezi kunikasirikia? Nitoe mfano kwa nani? Watu tafikiri, wote mnaweza kunikasirikia mlivyonona hivi. Unajua kwa nini naogopa? Kwa sababu roho wa Mungu unaweza ukatoa mfano, kwa sababu mimi siwafahamu watu, unaweza ukatoa mfano unaofanana na yeye alafu watu wakafikiria abdutaka kumdhalilisha, kumbe roho wa Mungu na nananajiamini, na kwamba nikimtolea mfano hata juta huko, kwamba nikimtolea mfano yeye atakuwa na amani tu. Wewe ndo nacheka, njoo, naonekana umejiamini. Bwana asifiwe wote. Sasa mtulia, hata mnaoombea ili jambo. Kuna mtu uliko ndani mwake umekuwa msaraba itambulishe kwamba mi naitwa fulani. Ah, sasa huyu sio, najua huyu ni binti. Bwana asifiwe. Simama hapo hapo. Kuna wako watu mpaka hapa tunapoombea watu, anadhana tukiingia kumwombea Wini, akiona tunamwombea Wini ana dhana ya makosa ya wini ya zamani, alafu moyo wake unasema wini ni mwenye dhambi tu. Uko umu, Mungu amekuona ni nani? Sio wini huyu. Yani tunapoombea watu mu, wanapita mbele, wanakuja hata tusipowaombea. Akili yako, kila siku una tabia ya kuwatazama watu maisha yao ya makosa ya zamani hujafunguka kuona kuna upya mbele. Yaani mtulie na tabia huondoagi makosa ya watu, hata kama wako kufanyia wewe uliyasikia, huna tabia ya kuondoa makosa ya watu. Hicho kifungo kimekufungia, Mungu hakusamei wewe, alafu ndiyo maana huu umekwama. Hawajanielewa, nitoe lugha ipi? Wini kakae yaani huyu binti anaweza kawa alikuwa na tabia fulani, umenielewa, zilizozuka hazikuwa nzuri, lakini hata binti atalie machozi hapa. Kuna watu mnasema ah, kazinzi kale bwana nako yani. Hata tungeomba pamoja tukitoka humu bado, namtazama kwa sura ile, pamoja na machozi aliyolia. Wewe uwezi kujua, mnawahukumu tena amwambii watu ila moyo wako unakumbuka makosa yake, we umefungiwa. Ili jambo nimeambiwa mapema sana, nitaka kulisahau hivi, nataka kuahirisha, ndio Mungu ananikumbusha ni. Kuna mtu yuko umu, kifungo chake ni kuto kuwaachilia watu, ana tabia ya kuwahesabia makosa sana akimwona wina amesimama na rugano s. Unaona sasa nataka kuvuruga na ndoa ya rugano, pamoja na kwamba lilia machozi hapa yeye. Yeah, amini kama yule mtu ametengeneza. Una tabia ya kuwashikilia watu kwenye makosa, alafu hauko kukosea wewe, ulisikia tu na saa zingine uliambiwa, ila na uwezo hata kukutaja ukigoma kuja. Bwana asifiwe! Bwana asifiwe! Bwana asifiwe. Na inawezekana hata tulipokuwa tunaomba hapa kuna ambao wewe ulikuwa unashughulika na makosa yao ya zamani, na unajaribu kuwawekea kwa mpaka kwao. Watavuka. Sasa nakuhurumia, Mungu atawavusha utabaki mpweke sana. Sasa Mungu kwa kuwa amekuona, njoo mbele tuiondoe roho ya kutunza kumbukumbu kumbu za makosa ya watu kwenye moyo wako, uwe na roho ya kuwapenda waliokosea kwa lugha nyepesi. Amen jamani, amen, amen. Biblia inasema walejezeni wale wali waliopotea njia kwa upendo na upole. Unaelewa maana ya upendo? Maanake mkubali kukaa nao karibu, unaelewa alafu mkubali kuwa fariji, alafu mkubali kuambia Bwana na nafasi tena ya kukurudia. Wengi wa hatuna tuna jihami sasa, sasa akishatoroka mtajibu wenyewe, kaa hapo mkalishapa kwenye nguo zake kapo mwanangu, nana Shetani anavyotesa watoto wazuri, anakasumbua, lakini katapona. Asante Yesu kane kanabidi, kanabidi saizi ya kumtafuta Mungu vuka. Yani wa watu vitu, viku, na kanavuka yaani wa watu naona wanateseka hawa ndio waliobebeshwa vitu vigumu na vikubwa kiroho Shetani haendagi kwa mazezete ambao hawatamsaidia wa takiwateka. Anateka wale ambao wa wasipotekwa kwake ni hasara. Kwa kwaya, ni majama mnayoona yanateseka, ni matumishi ya Mungu mazuri kuliko hata wewe uliyekaa huko. Ndio maana vita yao ni strong <laughs> limeshasikia lilomteka, kumbe wametugundua. Ndio linalala kwa upole kabisa yanasikia kweli kweli, na yanafahamu, kisha ya bahatisha, yanajua. Yani hapo lenye limeshajua tu kwamba kumbe mchungaji anajua. Ndugu yangu huko huko, naomba uje tukuombee Mungu auondoe. Siku moja tulipokuwa Dodoma, mwalimu Mwakasege alisimama, sijora mlikwepo, akasema nina watu hapa wanaonichukia sana. Ilikuwa ni mwaka jana nadhani hatujifuatie yeye kitu kwa, nina watu hapo wanaonichukia sana, lakini bado wananipenda wanapenda kuja kwenye semina zangu na wanasikiliza neno la Mungu na wana, neno la Mungu linawabadilisha, ila wana roho ya kunichukia mpaka, pamoja na kuwasaidia na kuwaombea wakiondoka, kila mimi wananichukia. Uwanja mzima ulijaa pale mbele, ni makao umenielewa? Ndio hiyo roho ndio inayofanana, yaani kuna mtu ambaye mtu se hapa kanisani nyumbani kwenye mtaa huku akifanya kosa, hata kija kitubu, wewe hukubali kama umetubu. Umenielewa, hata kija mbele hapa tunapoomba hivi kuna karoka kusema e, yaani unakumbuka makosa ya wenzio ni kama ni ya kwako. Nimeambiwa hili jambo mapema kabisa nilipokuwa nazungumza mara ya kwanza kabisa kwamba watu wa namna hiyo leo watubu. Kuna watu ambao hata mngeomba mikesha imalize wiki hatafunguliwa, kwa sababu tu ana moyo wa kuto kuona waliotenda dhambi Mungu anawasamehe. Nikwambie ukiwa na roho ya upendo, yani Yesu akikaa ndani mwako, mtu akikosea, wakimnyanyapaa wote, wewe unakuta unasukuma kukaa karibu naye, hujali watu watakusemeje. Hiyo hiyo ndo roho ya Kristo, yani hujali matokeo ya wengine watakutazameje unapoongea na yule mtu. Lakini wewe uliye na roho ya kumkwepa ndo ninayesema na Udiye. Unajua watu wanajishangaa, kwani nimesema nimesema na hiyo roho unayo ndani. Narudia kwa sababu yupo sija, yaani hili jambo alijaja tu, una tabia za kuwa na kumbukumbu ya makosa ya watu, unawatazama kwa makosa ya zamani. Hujawahi ona mtu alikuwa binti huko alizaa nyumbani, akaomba toba kwa Mungu, Mungu akamsaidia akaolewa akapata mume mzuri, akafunga na harusi, lakini mtu kila kumkuta sana, ila watu wana bahati duniani. Huyu mdada wa ovyo kweli, lakini amefanikiwa kuolewa. Kwa nini? Alizaa nyumbani. Ndio ninayesema na wewe <gibu> kwa nini Mungu anataka kukusaidia. Ndio kikwazo kilichokukwamisha mambo yako, wewe ndio msalaba wako ulipo na unaomba sana kila wakati, Mungu, naomba toba. Ni wapi nilipokosea? Ndo hapa nakupa maelekezo. Aya, sasa leo kama umekoma, sio kwamba hampo ila mmekoma tairisha simemwona mmoja wapo huyu. Aya, mwingine simama hapa, mwingine jambo alipo kwa kina baba, liko kwa mwanamke, naomba uje tukuombee hilo jambo. Huwezi kujitoboa esitunda tauvusha katika jambo hilo. Nimalize niombe na uyuyo, nyosha mkono wako, ila nakuhurumia, usije ukanyosha kama una ujasiri hilo jambo liko kwako, ukinyosha litakuja maradufu kwako. Nyosha mkono wako, sisi wote tumesema tuko salama, ila nimekupa onyo. Nyosha mkono wako, sema: Bwana Yesu, tunaondoa roho ya kutunza makosa ya watu na kumbukumbu za waliokosea waona ni wakosa kwenye maisha yake, katika damu ya Yesu, tunaondoa hiyo roho ya kuhesabia watu makosa, tunaifuta kabisa katika moyo wake, katika ufahamu wake, katika akili zake. Tunaomba, e Bwana, achiria moyo wa rehema, moyo wa upendo, moyo wa kuwapenda wakosaji na kuwasaidia katika damu ya Yesu. Omba kwa imani, katika damu ya Yesu tunamwondolea hiyo vita kwenye moyo wake. E Yesu, umsaidie katika jina la Yesu, amen. Aya, nyosha mikono yako, tumalize ibada, sema: Bwana Yesu, tunakushukuru kwa ibada hii, ambayo Bwana umenijibu maombi yangu Ninayo furaha kubwa kwa sababu Bwana umenivusha, sitalia tena, sitalia tena, bali nitatembea katika furaha yako. Naamini e ya Bwana, furaha yangu ni katika nguvu zako, katika damu ya Yesu. Asante kwa kunipa nguvu na neema ya kuomba kwa jina la Yesu aliye kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai, usiliache hata siku moja bado. Nijenge moyo wa rehema na furaha. Naomba kanipe kibali ya Bwana, na siku nyingine nikapata nafasi ya kukesha. Nipe moyo wa maombi, roho ya kukutafuta kila kuitwapo leo katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu, katika damu ya Yesu. Asante Bwana Yesu kwa ibada hii. Hebu mshukuru we mwenyewe Mungu kwa maneno machache. Bwana Yesu nakushukuru sana kwa ajili ya watu hawa uliowapa neema ya kuwepo mahali hapa tangu jioni mpaka sasa ni alfajiri umetupigania kwa viwango vikubwa visivyoweza kuelezeka. Katika damu ya Yesu Kristo wabariki na baraka zako za kimbingu, katika damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wewe ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa amani, ni Mungu wa furaha. Wabariki kwa baraka zote za kimbingu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wote tuseme amen. Sema amen. Tutakuwa na sadaka ya mwisho ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya ibada hii. Tamani kuwa na sadaka ya kumshukuru Mungu kwamba Mungu, asante kwa kunibebesha mzigo huo wa maombi, na huu mzigo usinyamaze kwangu, uendelee kuonekana kwa kila siku. Niwashukuru na ninyi mliotufuatilia kwa njia ya mtandao kwa muda wote mpaka sasa, na mumeamkia paole na usingizi mwingi lakini Yesu awabariki kwa uvumilivu na moyo wenu wa upendo wa kushiriki pamoja nasi ibada. Tutakuwa na ibada kama hii tena Ijumaa ya wiki ijayo. Endelea kuandaa bando lako au kifurushi chako kwa ajili ya kuungana nasi mulioko, nafasi, kwa ninyi mlioko mbali. Nichukue nafasi hii kipekee kuwashukuru wachungaji wenzangu walioshiriki pamoja nasi, Mchungaji Sanga, Mchungaji Joram, kwa namna ambavyo wametumika na kwa baraka kwetu kwa siku ya leo. Niwapongeze sana waumbaji wote makamanda wa Yesu. Mungu awabariki sana, sema amina katika jina la Yesu. Ongeza spidi katika kutafuta ufarumu wa Mungu, na Bwana ataachilia majibu dabo dabo kwako katika jina la Yesu. Tuwakaribishe kuendelea kutufuatilia katika chaneli zetu na mitandao ya kijamii ambayo tunaitumia kwa ajili ya kuleta neno la Mungu kwako. Ninakushukuru sana kwa ajili ya hatua na sasa tunajiondoa kwenye mtandao baibai, bye bye. Mungu awabariki sana amen. Naomba utulie sasa, nikuletee matangazo mengine, msi msizime hapo, kuna kitu nataka tutoe maelekezo. Bwana asifiwe, zimeni kwenye kamera tu watu wa Mungu. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe, watu wa Mungu. Bwana asifiwe na jambo nimesukumwa tulifanye litaonekana ni la ni kama kuwadhalilisha watu wengine, lakini nimegundua ni jambo ambalo ni la muhimu sana kwetu jamani. Haleluya! Kwanza niwashukuru kwa ajili ya mkesha, na niomba Ijumaa tuzulie sana. Amen. Tunamshukuru Mungu, mkesha wetu ulikuwa na wageni wengi, na wageni wetu tunawashukuru kushiriki pamoja nasi. Msiwe wageni, hapa ni kwa ajili ya Bwana, ni mlima wa Bwana. Hatushughuliki na dini ya mtu hapa, tunashughulika kutafuta ufalme wa Mungu. Haleluya jamani, haleluya. Lakini tuendelee kuwakaribisha kwenye ibada zinazoendelea kila siku ya Jumatatu, na tunatamani ikiwezekana, wiki ijayo pia tuwe na mgeni kama tutapata neema ya kumkuta kwa Kuhu. Ujitahidi kuunganisha maombi haya, jambo la ninaotaka kulizungumza, naomba uingie kwenye YouTube hapa. Naomba mnisikilize hapa moja kwa moja, achana na huko jamani, tuna